Kwa hiyo kutoa salamu kuna heri kubwa ndani yake na ujira mkubwa ndani yake, lakini pia ukitabasamu, iko ziada nyingine ya wewe kumsalimia Muislamu, silamu mwenzako ukasimaye. Siku moja Sadina Omar alikuwa na kawaida akikutana na Sadina Ali anamtolea salamu kila siku anaanza Omar, kila siku anaanza Omar, kila siku salamu hatee Omar. Unajua sote binadamu ule ubinadamu upo katika maisha yetu. Basi ikamjia siku moja ubinadamu, nawena na wewe na na we, ishakujia kama hiyo hey, basi huyu alii kila siku nimsalimie mimi yeye hey, ajawe hey, kuisalimia na wewe, kuna siku ulisema maneno kama haya bibi huyu, kila siku ni nimsalimi mimi yee, hawezi kusalimia, ntaacha mimi aza. Kwa Saidina Omar na Ali kitu hiki kinapita, lakini tusikilize, walikuwa na sababu kama zetu watukufu hawa. Basi ile kesi ikamfika Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipomfika Mtume akamwambia ya Rasulullah, nimejitahidi kila siku nikimkuta Ali namsalimia, lakini eh, hanipi salamu, amekuwa kuitikia tu wakupewa tu. Basi kabidi ni kesi hiyo, Mtume akamuita Saidna Ali akamwambia, ya Ali, limadha la tabda umar bi salam, kwa nini unapokutana na ndugu yako Omar humuanzi kwa salamu? Saidina Ali akicheka, kwanza, anajua fika kweli hamwanzi kwa salamu, anasema li annani samituk, mimi simtolei Omar salam kwa sababu nilikusikia wewe unasema, nasema vipi? Yoyote mwenye kumwanza ndugu yake mwislamu kwa salamu, ibana lahu baita fil janna, mwenyezi Mungu atamjengea nyumba peponi. na mimi namwacha Omar kila siku anianze yeye. Hii ni sadaka yangu ambayo naitoa kwake yeye. Umeona raya wa Uislamu? Naam, anasema ni sadaka yangu, na nyamaza kimya makusudi kila siku anitolee yeye, hiyo nyumba katika jana wapewe.